Kama daktari wa watoto wa hematolojia na onkolojia, mojawapo ya hali kubwa au sehemu kubwa ya hali zetu, hali tunazoziona ni pamoja na magonjwa ya upungufu wa kinga mwilini kwa watoto, na hiyo ndiyo sababu niko hapa kuzungumzia magonjwa ya upungufu wa kinga mwilini. Ya msingi ni hali ambapo watoto huzaliwa na kinga dhaifu au hawana kinga, na hivyo wanakuwa katika hatari ya kupata maambukizi ya mara kwa mara. Watoto hawa huzaliwa na magonjwa haya ya kijenetiki na hivyo kutoka kuzaliwa, baadhi yao wanaweza kuonyesha maambukizi ya mara kwa mara, maambukizi ya mara kwa mara yanayohatarisha maisha, wakati mwingine maambukizi ambayo usingeona kwa mtoto wa kawaida, kama vile mtoto mchanga wa kawaida, maambukizi yaliyo ndani sana, kwa mfano maambukizi kwenye ini au kwenye misuli, ambayo si kawaida kuonekana kwa mtoto, au maambukizi ambayo ni ya ajabu, kwa maana yanasababishwa na vijidudu visivyo vya kawaida na moja ya historia muhimu tuliyo nayo katika hali hii ni historia ya familia. Kama kuna mtoto mwingine katika familia au mtu mwingine katika familia ambaye amekuwa na hali kama hiyo, hiyo inaweza kuelekeza kwenye upungufu wa kinga ya msingi. Ujunge mkubwa katika upungufu wa kinga ya msingi ni utambuzi wa mapema na kupelekwa mapema kwa mtaalamu. Watoto hawa wanaweza kuwa na vifo vikubwa vinavyohusishwa na maambukizi ya mara kwa mara na kadri wanavyopata maambukizi zaidi ndivyo matokeo yao yanavyokuwa mabaya zaidi. Matibabu hapa yanajumuisha bila shaka kutibu maambukizi kwa kutumia antibiotiki na wataalamu wa magonjwa ya kuambukiza na madaktari wa watoto pamoja na antibiotiki zinazofaa. Hata hivyo, ikiwa tunataka kufanikisha tiba kwa watoto hawa, tunapaswa kufanya upandikizaji wa uboho wa mfupa. Magonjwa haya yanatokana na seli shina, ni ya kijenetiki, na kwa hivyo unapobadilisha seli shina, unaweza kumtibu mtoto. Upandikizaji wa seli shina ni utaratibu wa kipekee ambapo tunapaswa kuchagua mfadhili kwa ajili ya mtoto ambaye anaendana na mtoto au anaendana na HLA ya mtoto, na mtu huyo anaweza kutoa seli shina na kumwokoa mtoto. Kwa hivyo rufaa ya mapema, utambuzi wa mapema na matibabu ya mapema ni muhimu kwa matokeo mazuri kwa mtoto mwenye upungufu wa kinga ya msingi.